Ndo nimefika nyumbani saa hizi, saa nne, saa tano kama dakika ishirini na moja saa tano dakika sasa. Nataka ni, nende ndani nijue wamelala au wananisubiria, alafu mwone tabia ya mtoto wangu shule zikifungwa. Haya, hapo ndo naingia ndani. Sasa e, cha kwanza, yes, mlango hawajafunga. Marichuy, haya, tazama hapo, amewasha katuni. Ona mtoto alivyo jamani, shule zinafunguliwa lini? hapa wameweka katuni, unaona katuni. Alafu hapa ameacha laptop, unaona ameacha laptop. Taa ziko wazi, hawajazima ye na mama yake. Katuni hiyo hapo, hiyo hapa wameweka katuni jamani, hiyo katuni. Haya, ngoja twende juu tujue kinachoendelea chumbani kwake. Jamani, hizi shule zifunguliwe tu, shule zifunguliwe, shule zifunguliwe. Ukiwa na mtoto wa kike lazima ujifunze kugonga. He, ujalala, jamani. Mziki unaanza, angalia chumba kwanza, chumba mabegi, alivyo ma snacks, ma snacks, katuni hapo wanaangalia sawa. Haya, kule umeacha TV wazi, laptop wazi, TV wazi, laptop wazi. Eh, taa ujazima. Shule zinafunguliwa lini? Next, next year jamani, yes. kazi ndio ipitia, mmeiona hiyo eh? kazi ndio ipitia hiyo. Haya, ngoja niende kwa mama yake nijue. Unasema uh, yes. eh? yes. Hiki ndicho ninachopitia mimi saa hizi, ni usiku nimerudi, ni makelele ya katuni jamani. mm -hmm. Nakwenda kwa mama yake <laughs> sema hana Ay, ndo nimefika nyumbani saa hizi saa nne, saa tano kama dakika ishirini na moja, saa tano dakika. Sasa nataka niende ndani nijue wamelala au wananisubiria, alafu mwone tabia ya mtoto wangu shule zikifungwa. Hey, haya hapo ndo naingia ndani sasa. Hey, cha kwanza, yes, mlango hawajafunga. Marichuy, haya tazama hapo, amewasha ame katuni Ona mtoto alivyo, jamani, shule zinafunguliwa lini? Hapa wameweka katuni, unaona katuni, alafu hapa ameacha laptop, unaona? Ameacha laptop, taa ziko wazi, hawajazima ye na mama yake, katuni hiyo hapo, hiyo hapa wa wameweka katuni, jamani, hiyo katuni. Haya, ngoja twende juu, tujue kinachoendelea chumbani kwake. Jamani, hizi shule zifunguliwe tu, shule zifunguliwe shule zifunguliwe. Ukiwa na mtoto wa kike lazima ujifunze kugonga, he, ujalala. Jamani, mziki unaanza, angalia chumba kwanza, chumba, mabegi yalivyo, ma snacks, ma snacks, katuni hapo anaangalia, sawa. Haya, kule umeacha TV wazi. Laptop wazi. TV wazi. Laptop wazi. Laptop wazi wazi wazi Eh, taa ujazima. Shule zinafunguliwa lini? Next year. Jamani, yeah, kazi ipitia mmeiona hiyo. Eh, kazi ipitia hiyo, haya. Ngoja niende kwa mama yake nijue unasema, uh, yes. eh? Hi, so hiki ndicho ninachopitia mimi. Saizi ni usiku, nimerudi, ni makelele ya katuni jamani na kwenda kwa mama yake sema hana hana